We naenda nayo kaenjoy maisha. Na zote hizi hazina mning'inio, ni laini na ni rafiki wa kutumiwa, kwa sababu utaipiga leo, kesho utakuja kazini na maisha yatasonga mbele. Yes, miaka 18 na kuendelea, tunaruhusiwa kunywa hii kitu. Kumbuka kuna mawasiliano ambayo unaweza kuwasiliana nao kupitia namba 0697750750 au 0713463643. Kwa wafanyabiashara sisi ambao tunanunua rejareja hiki kinywaji bwana kinapatikana kwenye maduka yote ya vinywaji e, hapa nchini Tanzania. mm -hmm. Naona sawa, lakini kwa upande wangu mimi ni kwamba tunaendelea kusisitizwa tuendelee kutoa taarifa katika vituo mbalimbali e, ambapo Wizara ya Afya na shirika la Mirkes kwa kushirikiana na hospitali ya wilaya hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando wanaofuraha kuwajulisha wakazi wote wa, wa mkoa Kigoma na halmashauri zake zote kwamba inategemea kufanya kambi ya matibabu kuanzia tarehe kumi na saba hadi ishirini na moja mwezi wa 11 mwaka elfu mbili na ishirini na tano, ambapo gharama zozote matibabu, nauli ama chakula ni kwamba vitatolewa bure. Na taarifa tunatakiwa kutoa wapi? ni katika kituo cha afya cha Kakonko, Nyanzige, Gwanumpu na zahanati ya Kabare, na hapo ni katika wilaya ya Kakonko. Lakini kwa kule Kibondo ni kituo cha afya cha Mabamba, Kagezi, Nduta na hospitali ya wilaya ya Kibondo. Uh, katika kambi ya Nduta ni hospitali ya MSF zoni ya nne. Kasulu DC ni kituo cha afya cha Nyenge kambi ya Nyarugusu Rusesa na zahanati ya Kigade kambi ya Nyarugusu ni hospitali ya TRCS zoni ya pili kule Kasulu TC ni hospitali ya wilaya ya Kasulu Kabanga na katika kituo cha afya cha Kiganamo na Vitolia Kigoma MC ni hospitali ya rufaa ya mkoa wa Maweni hospitali ya Baptisti na kituo cha afya cha Ujiji na Gungu hmm. kule Kigoma DC ni hospitali ya wilaya ya Kigoma, kituo cha afya cha Bitale, matazo na Mwamgongo. Na kule Uvinza ni hospitali ya wilaya ya Uvinza, kituo cha afya cha Buhingu, ilagala na Nguruka. Buhigwe DC ni hospitali ya wilaya ya Buhigwe, zahanati ya Kilelema, kitambuka na mwayaya na kituo cha afya cha Mzeze. Tukumbuke kwamba walengo wa matibabu haya ni wanawake ambao no. wanashindwa kuzuia haja ndogo ama haja kubwa ama vyote kwa pamoja mm -hmm. lakini pia wale ambao wamechanika msamba na kushindwa kuzuia hewa na ambao pia walipata matatizo haya baada ya kujifungua. Kama unahitaji maelezo zaidi, piga simu nambari 0759 208745 ama 0762605777, na namba ya mwisho ni 0753528, mwisho ni 60. Tukumbuke kwamba tukipata taarifa hii, tuwafahamishe wenzetu ili wamama wengi waweze kufaidika ama kusaidika lakini pia fisura uzazi ni kwamba inatibika mm. <laughs> na ni jukumu la leo leo. Haya. Naomba ulisema, ule ulisema. Okay. <laughs> Nitaka kumalizia kwamba na ni jukumu la kila mmoja wetu kuwasaidia wakina mama wote ambao wana tatizo la fisura. Asante, nipe ruksa sasa, tukafungue furushi linalofuata tuendelee. Furushi la leo. Kuna uhakika katika kipindi cha mwaka mzima wameendelea kutoa usafiri kwa uhakika, lakini pia huduma bora kwa wateja. Namna gani hawa wanaohudumia wa abiria na namna gani wale huduma wabiria wameridhika na zile huduma zao, lakini kingine kwamba hizi kampuni usafiri wa abiria namna gani kwamba wanatumia madereva ambao wamethibitishwa na LATRA au wahudumu ambao tumewasajili LATRA. Kwa sababu wahudumu sasa hivi lazima tuwasajili, alafu namna gani wanapotoa huduma kwenye mabasi yao. Kwa hiyo pale tutakuwa tunapata ni baadhi ya vigezo, lakini kuna kampuni zina mawakala, lakini mawakala wale huku wanasumbua sana watu, au unakwenda unakuta basi halipo. Kwa hiyo yale magari yako yako vizuri, mabovubovu, unabeba tu abiria. Kwa hiyo kuna vigezo tumeviainisha pale, viko kumi. Kwa hiyo navyo tumetoa hiyo taarifa ili watu wajue kwamba tunatumia vigezo, lakini kwenye swala la usafiri barabarani, sisi tumeshawambia jamani, ambaye atafanya kazi kwa kuzingatia sheria na kanuni za usafiri ardhini nchini na sheria ya usalama barabarani Huyu atabaki salama na atatoa huduma yake kwa ufanisi. Lazima atakayefanya kinyume na sheria kwa upatikanaji wa tiketi lazima ashughulikiwe kwa vyombo vya sheria. Hii ni haki, kila mmoja apate haki yake. Yes, hii ni haki, kila mmoja apate haki yake. Haki, haki, haki ya, haki ni mm, mamlaka ya udhibiti na usafiri wa ardhini Ratra, ikiwa wanatangaza operation maalum ya kuwaondoa wasafirishaji na watoa huduma wote katika mfumo pamoja na kuwatoza faini iwapo watabainika kutoa huduma kinyume na taratibu pamoja na kanuni zilizopo, hasa katika kipindi hiki ambacho tunaelekea msimu wa sikukuu mm -hmm. za mwisho wa mwaka. okay. E, ndiyo kuna watu bwana, wanabadilisha bei, mara wanabadilisha mm -hmm. ruti. Sasa vyote <laughs> hivi utakumbana mm -hmm. na mkono wa Ratra. Okay. Furushi hili bwana limeandaliwa na Asma Hamed mm. Tunamshukuru sana sana, sana. Shukrani nimezipokea. Ehe, mm. Sasa ngoja niangalie hapa na kukumbusha tu kwamba e, hii dakika kama moja na sekunde tuliyo nayo kabla hatujaenda kupata ujumbe mzuri mm. ni kukumbushe wewe kuendelea kucheza bahati nasibu ya taifa ambayo inakuwezesha we wewe kushinda mkwanja mrefu mm. na kuna michezo mingi tu ya kusisimua ambayo hata sio kwamba eti labda ina mitego sana. Ni michezo tu unacheza, alafu unapata pesa. Bonyeza nyota 149 nyota 88 alama ya reli. Kwa wakala wa bahati nasibu ya taifa pia, eh, aliye karibu nawe au USSD ya mix by yas Airtelmani pamoja na Mpesa. Unaanza siku yako na loto inakupa nafasi mbili kila siku kushinda makadirio ya Tanzania shilingi milioni 45 na kuna shilingi milioni tatu ya uhakika, ikiwa inatoka kila siku. Tiketi ni shilingi buku be, vijana mjini wanasema elfu mbili tu mm -hmm, lakini aishia hapo. Kuna tamba na namba, ambayo hii ni draw ya kila siku, kila dakika tano ikiwa inakupa eh, ushindi mpaka shilingi milioni kumi na tiketi ni shilingi mia moja peke yake unatafuta ushindi wa papo kwa hapo? Cheza toboa chapchap. Kuna shilingi bilioni mbili na zawadi za papo kwa hapo we kwangua, amechisha na ushinde usisahau spin fo keshi, gurudumu la zawadi yenye thamani ya shilingi bilioni mbili nukta saba. Zungusha na ushinde usisubiri siku moja wakati unaweza kushinda leo. Amini, cheza na ushinde. Miaka kumi na nane na kuendelea unaruhusiwa kucheza mchezo huu, na hii bahati nasibi ya taifa bwana inasimamiwa na bodi ya michezo ya kubahatisha Tanzania. Kwa maelezo zaidi, piga simu bure 00782233 bado tupo na tunazidi kusonga, lakini kwa sasa nataka usikie ujumbe mzuri. Tukirudi hapa, tunasonga mbele na furushi 89.5 radio Kwizera FM Shinyanga. Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu, je nitumie ipi? ah, ni sola eh, sola ni Sunda. Chagua Sunda sola panel na Sunda sola battery kwa bidhaa original. Hizo zinakuaje? mm, Sunda sola battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda sola battery ina dumu kwa muda mrefu sana, na kuhusu Sunda sola panel, Sunda sola panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda sola panel inajaza betri kwa haraka sana hata kama kuna mawingu. Aha, nimekuelewa Jeff nakuaminia. <laughs> ye Yeah, pia utapata Sunda Flat tv. Sunda Flat tv ni tv bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa, nchi 19. Saizi ya kio chake kweli ni nchi 19. Sunda Flat tv zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana, lakini pia Sunda imekuletea Sunda sabufa. Sunda sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda sabufa inatumia sola na umeme pia <laughs> Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat tv na Sunda sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika. Walianza kusech wakasech, Radio Kwizera FM etu pepe rusha bendera wewe bia namlo a -a.

Marafiki wawili siku zote hawaachani kutembea pamoja. Smart Gen, hatujawasahau wapenzi wa vodka, na sasa tumewaletea Smart Vodka mpya yenye ladha ya kipekee ya pineapple. Smart Gen na Smart Vodka inatuunganisha pamoja kama marafiki wa kudumu wenye upendo wa dhati na mshikamano. Smart Vodka yenye mililita mia mbili sasa inapatikana maduka yote, chaguo ni lako. Usisahau ukagua nembo ya ubora kwenye kifuniko yenye alama ya muhuri moto iliyoandikwa Euromax Limited na alama ya sungura katikati ya kifuniko na neno Smart Gen. Smart Gen enjoy kijanja. Smart Gen sungura hapindi. Haiuzwi chini ya umri wa miaka 18. Unywaji wa pombe kupita kiasi ni hatari kwa afya yako, tafadhali kunywa kistaarabu. Cheza ushinde, na tamba na namba, kutoka bahati nasibu ya taifa kila baada dakika tano, kuna draw mpya. Kila dakika tano, nafasi nyingine ya kushinda unaweza kushinda hadi milioni kumi kwa shilingi mia moja tu. Chagua namba zako nane kati ya ishirini na moja na moja kati ya nne, au tumia chagua haraka, mfumo kuchagulie kwa niaba yako, kisha weka kiasi unachotaka kucheza, na ukishinda unavuta mkwanja wako papo hapo.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 moja sifuri sifuri tano moja. Zeki Spare Ngara ni wauzaji wa pikipiki aina za King Lion na spare aina zote kwa bei ya jumla na rejareja, kama vile shock up, oili tairi na vingine vingi. Tunapatikana Ngara mjini, jirani na Vodashop. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0753454275 au 0712537324 na 0681592630 Mnakaribishwa Zeki Spa Ngara. Furushi la leo kwamba tunategemea nguvu kazi ya kutoka sehemu mbalimbali ikiwemo wageni kutoka nje ya Tanzania, hasa Burundi. Nilieleza siku ile kwamba kama tunataka kujenga uchumi ulio imara tuepuke migogoro ya kugombana na serikali, tuwe watu wa kwanza kufata sheria, tusiwe watu wa kuvunja sheria. Lakini kitu cha kwanza nilisema kwamba hakuna uzalishaji au kutengeneza uchumi wakati tuna machafuko. Kwa kitu cha msingi, tuzingatie usalama wa taifa letu, sawa jamani. Nikasema kwamba tunawaruhusu kwa mujibu wa sheria, mlete wageni hususani raia wa Burundi kwa ajili ya kufanya shughuli za shamba, lakini taratibu zake lazima zizingatiwe. Hata kama kuna watu waliingia kwa bahati mbaya, hawana vibali, wakakufikia fika ofisini Hakuna atakaye kukamata mbele ya mwakilishi wa DC. Nasema kama umekuja mwenyewe ofisini, ukasema na watu ishirini, lakini wote hawana vibali, utapewa procedure za kufata ili kusudi waweke kisheria au kama inashindikana, basi tukuruhusu, watafutie nauli uwarudishe kwao kabla mambo yajawa mabaya, kwa sababu ukamata huu ukapelekwa mahakamani, uzalishaji wako unakuwa ni mgumu pale. Ukilaza deni, umewaumiza wanachama wenzako kwenye kikundi. Ukilaza deni, umekiumiza chama sawa jamani. Teknolojia hiyo. Mm. Yeah. Yes, ni sauti ya mrakibu msaidizi wa jeshi la uhamiaji wilaya ya Kaliua mkoa wa Tabora, anaitwa Bwana Pasco Kizimya, akiwa katika mkutano mkuu wa mwaka wa wakulima wa zao la tumbaku, ambapo amesema yeah, kwamba wakulima watakaobainika kutumia vibarua kutoka nchi jirani bila kufuata taratibu zote za uhamiaji, mm, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Uzuri ni kwamba furushi letu bwana hmm. lina pacha wawili. Zamu yetu sasa, tukasikilize pacha anayefata, alafu kama utataka kutia maneno uyaweke, lakini kwa viongozi mwenyekiti anamruhusu mimi kuwa na namba. Mimi sina shamba, napewaje namba? napata wapi tumbaku? Kama sio shida, shida ya uizi. Lakini wenye viti hawa wanaruhusu mimi kwa nini? Na namba mimi napata wapi namba? Mimi bogu, napataje namba? Sina shamba, sina nini, mifuto yake. Nasikizia watu wao, huyo mtu kalima tumbaku chache kauza kwenye vishada vile kwa watu, sababu wenyewe wenye viti kwa mimi namba. Kwa nafiki, kuanzia leo, ndugu zangu wenye viti, tuache kuuza nini, namba kwa mtu ambaye hajalima. Hao ndio wanafanya nini, wanahujumu uchumi. Vyama vingi kingine, viongozi hawa hawa wanampa mtu hela au wanampa mtu eneo wanampa eh, pesa nyingi sana, au mbolea nyingi sana lakini ana ah, shamba la like eka ngapi? eka eh, moja. Mwisho wake maduisho yake yanakuwa nini machache. Haya, sauti ambayo tumetoka kusikia ni mrakibu wa polisi e, wilaya kariu au huyo anaitwa Robert Mgeta, sasa mm. akiwa na viongozi wa vyama vya ushirika uh, wilaya, wilayani humo na akiwa anawataka kuacha tabia ya kuuza majina ya uanachama kwa watu wasiokuwa wanachama, kwani anasema hali hiyo imekuwa ikisababisha unyonyaji kwa wananchi wengine, hususan wakati wa upokeaji wa pembejeo za kilimo kama mbegu pamoja na mbolea. Umenipata vizuri? Ameshakuelewa? Mm, najaribu kumwelewa, na naipenda hii. Nilisema tuna mapacha wawili pacha ni watatu bwana, pacha watatu, pacha watatu hapa mikakati ya utekelezaji wa msimu 26-27. Makisio ya uzalishaji, tunategemea kulima hekta 280 ili kuzalisha kilo laki tatu na tisini na mbili elfu mbili. Makisio ya mapato na matumizi, tumekisia kupata jumla ya mapato ya shilingi milioni 127 laki mbili na thelathini elfu, na matumizi ya shilingi milioni 121 laki saba arobaini na saba elfu, na kubaki na ziada ya shilingi milioni tano laki nne themanini na tatu elfu. Nawaomba mpitishe makisio hayo. Tatu, ununuzi wa mali za chama kutokana na makisio ya mapato yetu sauti imeishia njiani kidogo lakini nafikiri uh, umeelewa namna mm -hmm. uh, ambavyo au ni ni, ni, ni, ni, ni baadhi ya wakulima uh, kwa maana sauti ambayo tumeisikia ni sauti ya mwenyekiti wa chama cha msingi cha hekima anaitwa Joshua Madunda akiwa anaelezea makisio ya uzalishaji wa chama hicho E, katika msimu wa kilimo mwaka huu ambapo kimedhamilia kulima hekta 280 kuzalisha kilogramu e, laki tatu elfu tisini na mbili na, na kuongeza mapato zaidi ya milioni 127 na matumizi ya zaidi ya milioni 121. Ume, ume, umenipata vizuri hapo, shukran tena zikuendewe. Eh, tunakushukuru sana. Sasa ni zamu ya kusikiliza furushi letu la mwisho kwa siku ya leo. Yeah. Furushi la leo, watu ambao wamekuwa wakinifuatilia kuanzia nyumbani na baadaye polisi niliyowatambua walipozunguka loji ambayo nilikuwa nimekimbilia kupata hifadhi kwa muda, na Mungu akanisaidia nikaweza kutoka salama. Naomba nitoe wito kwa jumuiya za kimataifa, moja wa Afrika, Amnesty International, jumuiya ya Ulaya na mataifa mengine, watoe msaada kwa Watanzania Vijana maelfu kwa maelfu wamekimbia miji yao. Maana baada ya mauaji tulitegemea pengine rais angerudisha moyo, tulitegemea angerudi nyuma, badala yake wamekamata mamia ya vijana na wamewafungulia kesi ya uhaini. Inasikitisha sana kwao. Nitoe wito kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati Tanzania na kusaidia Tanzania. Nazungumza hapa, nawakilisha maelfu ya vijana wa Tanzania ambao wengine wameshindwa kuondoka, wengine wamekimbia, lakini wengine wamejifungia, hawawezi kutembea, hawawezi kwenda mahali kokote, wako nyumbani, wamejifungia. Huko nje mtaani sasa hivi ni mapolisi wanazunguka na mabunduki wengine hawana sale lakini wako na bunduki zao. Kati ya vijana waliouawa wa Tanzania ambao wamekutana na hii kadhia, sehemu kubwa ni vijana wadogo. Ni matumaini yetu kwamba dunia inatazama Tanzania. Ni matumaini yetu kwamba dunia inaenda kuwanusuru vijana wa Kitanzania. Sisi ambao tumefanikiwa kukimbia tuna nafuu kidogo, lakini waliobaki nyumbani, mioyo iko nyumbani. Tuko hapa, lakini mioyo yetu inalia, iko nyumbani, nawaza kesho tamka hawamki itakuwaje? So, hali ni mbaya sana sana sana. Yapo bwana. Ni sauti ya baadhi ya viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema mm -hmm. Ee, wakizitaka jumuia za kimataifa kutoa msaada kwa Tanzania kutokana anayoendelea nchini na miongoni mwa hao ni pamoja na mkurugenzi wa organization ya mafunzo na uchaguzi wa Chadema ambaye amewahi kuwa mwenyekiti wa vijana taifa John Pambalu. Mm -hmm. na aliyewahi kuwa mwenyekiti wa Amine Chadema mkoa mm -hmm. wa Chadema ambaye anaitwa Rose Mayemba wakiwa wamekimbia eh, wanasema wamekimbia kwa kunusuru usalama wao kwa mujibu wanavyosema wao, mm -hmm. eh, na wao wanatoa huo wito eh, kwenye jumuia za kimataifa. Sisi tumekamilisha hivyo, lakini tunapokamilisha nikwambie tu, Mtanzania, unayo nafasi ya kushinda pesa za kutosha ukijihusisha na bahati nasibu ya taifa mm, ukiwa na miaka kumi na nane na na kuendelea na ukicheza kistaarabu, ukiwa na shilingi mia eh, kwa maana ya salio itakuruhusu wewe kucheza tamba na namba ambayo inakupa draw ya kila siku na kila dakika tano, ikiwa na inamaanisha nafasi nyingi za kushinda shilingi milioni kumi. Sawasawa, sawa. Tiketi yeah, ni mia kama nilivyosema, lakini kama unataka kucheza loto hii, bwana, inakupa makadirio ya kushinda mpaka milioni 45, na kuna shilingi milioni tatu ya uhakika ikiwa inatoka kila siku. Tiketi ni shilingi elfu mbili. Sawa sawasawa. Unachezaje? najua ndio swali wewe ingia kwenye simu yako, bof ya nyota 149 nyota 88 alama ya reli, au unaenda kwa wakala wa bahati nasibu ya taifa aliye karibu na wewe, au kwa kutumia USSD ya Mix by Yas, Airtel Money na M-Pesa. Sawasawa so, cha kufanya, hakuna kusubiri siku moja, wakati unaweza kucheza leo. Amini, cheza na ushinde. Uh, unataka maelezo zaidi, piga simu namba 0800782233 na mchezo huu bwana unasimamiwa na bodi ya michezo ya kubahatisha Tanzania. Okay. Uh, sawa, na kwa upande wangu mimi kuna neema hasa kwa mkulima wa mahindi ambapo tunafahamisha kwamba mkulima wa mahindi ili kuhakikisha unanunua mbegu halisi ya DK, zingatia yafuatayo. Kwanza ni kununua mbegu ya DK kwenye duka la pembejeo ambalo limesajiliwa na serikali na lenye kibali cha Toski, yani taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania. Lakini cha pili ni hakikisha unapata risiti baada ya kununua mbegu ya DK. Hakikisha pia mbegu ambayo unanunua ina lebo ya Toski na OECD. Lakini mfuko wa Dekab ni uh, kwamba haujarudishiwa kushonwa na unaponunua mbegu ambayo sio halisi, kumbuka kwamba unakuwa unajiweka katika hatari ya kupoteza mazao. Kwa hiyo nunua DK halisi kwa mafanikio ya shambani, lakini pia unaweza kuwapigia simu nambari 0746 678 621. Aha. Haya mm, asante sana kwa kusikilizeni bwana. Uh, furushi la leo ndio. Fu... Fu... furushi la leo